Nani, nani akose besi? <laughs> Mimi nakaa kama mtu anaweza kosa besi, mimi. Bila shaka hmm? Profesa Abraham Kithure Kindiki ni rafiki na mwandani wa Rais William Ruto. Sio ndio demokrasia, jamani. Usuhuba wao ulimfanya Rais William Ruto kumteua kuwa naibu wake baada ya kushinikiza bunge kumfukuza aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua. Rigathi alidaiwa kuwa mkabila na aliyeeneza migawanyiko miongoni mwa chama cha wanawibaro yani UDA. Mimi niliamua ya kwamba hatutaki Kenya ya ubaguzi, hatutaki Kenya ya migawanyiko, tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tumesema hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya migawanyiko hatutaki siasa ya ubaguzi, tunataka tuungane kama watu wa taifa moja, taifa letu la Kenya. Hatua ya kumfukuza Gachagua, maarufu kama mfalme wa Wamnyoro, ilikusudia kumzamisha katika kaburi la sahau katika siasa, asiwai sikika tena wala kutajwa kwenye hadhira yoyote ya siasa. Kindiki naye alitarajiwa kuchukua nafasi yake na kuingia kwenye viatu vya Gachagua na vimtoshee, kazi ambayo ilikuwa ni kama kupanda mlima. Haijakuwa rahisi, hasa kutokana na Gachagua ambaye amekataa kuzama na hupuzilia mbali jitihada zote za Kindiki. Kwa mfano, Kindiki alibandikwa jina la Yesa kuashiria kwamba hangepinga jambo lolote ambalo aliambiwa na rais Ruto kwa sababu ni mteule wake na wala hakuwa amechaguliwa na wananchi. Ile wan, wanasema yesa, nasema yesa hata kwa wananchi, mmesikia hivyo, nasema yesa hata kwa viongozi, nasema yesa mpaka kwa rais, vile rais amesema itafanya. Kisha ilisemekana kuwa ni mwoga na hangepinga chochote ambacho rais Ruto alikifanya ama kupendekeza Vazi la yessa lilivaliwa na manaibu rais katika serikali za Moi na Jomo Kenyatta, huku wakitakiwa wawe waaminifu wasiokuwa na haja na nia nyingine yoyote ila kumtumikia rais aliyewateua. Ila Kindiki amesema yeye ni mtu mwenye msimamo na anayetekeleza anachokiamini kuwa ni haki na ukweli. Nauliza tujenge masoko, tuweke stima mahali haiko na tuimize umoja wa taifa letu la Kenya na wengine wanaona tuko wapole, wanafikiria sisi ni watu rahisi kwa siasa ya Kenya, there are small people, watu wadogo, lakini mtu amejaa kiburi, imetoka hapa. Kindiki ni naibu wa kwanza kuteuliwa chini ya katiba mpya. Katiba mpya ilipendekeza naibu rais kuchaguliwa pamoja na rais ili kuondoa uwezekano wa rais kumfuta kazi naibu wake kila anapotaka, anapochoka naye ama wanapokosana. Rais Daniel Arap Moi alibobea kwa tabia hiyo, na aliwafuta kazi au kuwateua manaibu wake kiholela. Wakati mwingine aliwafuta kazi akiwa barabarani au kwenye hadhara bila wao kufahamu. Taarifa za kufutwa kazi zilipeperushwa na kituo cha utangazaji cha Sauti ya Kenya, sasa hivi KBC, na wakati mwingine kuwapata waliolengwa wakiwa gizani kabisa. Kindiki ametetea hatua yake ya kufuata nyayo za Ruto akisema Rais Moi alifuata Kenyatta na Kibaki akamfuata Moi kikondoo, na hivyo kumwondolea migongano kati yao na kuwawezesha kufanya kazi pamoja. Mimi nitakuwa mtu wa yesa ili ni dumu kwenye nafasi yangu, nasema yesa mpaka kwa rais, vile rais amesema itafanya moi alifanya hivyo na Kibaki aliitwa jeneral wa uoga kwa vile hakuwahi muuliza maswali Moi. Kufanya hivyo Kibaki alibakia kuwa naibu na makamu wa rais Moi. Kwa muda wa miaka kumi walivumilia mengi, na hilo liliwafanya kufikia hatua waliofikia, na nina uhakika kuwa hata mimi nikiendelea kucheza chini nitaenda mbali, amenukuliwa Kindiki. Naibu rais Kindiki pia anajifananisha na rais William Ruto ambaye alikaa kumwita Kenyatta bos wangu na kuhudumu naye kwa muda wa miaka kumi. Kindiki pia anakabiliwa na madai kuwa hana ushawishi wowote katika eneo analotoka na hawezi kumsaidia kwa lolote rais William Ruto kuchaguliwa tena kuhudumu hatamu ya pili. Madai ya hivi majuzi ni kwamba hana sauti ya kiume ya base ambayo inaweza sikika na kuweka msimamo pale anapohitajika kufanya hivyo. Mimi nakaa kama mtu anaweza kosa base mimi. Kindiki pia anakabiliwa na upinzani mkali katika eneo analotoka, huku baadhi ya viongozi na wananchi wakikubaliana na maoni ya Gashagwa kuwa Rais Ruto aliwadanganya kuwa angewageuzia maisha, lakini badala yake akawa anafanya kinyume. Kindiki amejitetea kutokana na madai hayo na kuwataka wapinzani wake wamheshimu. Amewalaumu wapinzani wake kwa kile anachodai ni kufuatilia siasa za migawanyiko badala ya kuzingatia maendeleo na kuwaunganisha wananchi. Na utitisha sisi na tam, sijui tam ngapi nani, nani atasavu tam ngapi? So what? It's not important how long somebody serves. What is important is what someone does. Utajiuliza, Kithure Kindiki ni mtu wa aina gani, na mbona akaamua kutoa siasa za Ruto na kuzivaa bila kuuliza lolote? Kindiki ni profesa wa sheria, kiwango alichohitimu katika chuo kikuu Nairobi, na ni rafiki wa karibu wa rais William Ruto. Uteuzi wa Kindiki kama naibu rais ulikuwa ni kilele cha mzozo kati ya Ruto na aliyekuwa naibu wake Gachagua. We tone down on politics of division. Siasa ya kumalizana, siasa ya furugu, tufanyie watu ya Kenya kazi, kwa sababu tulichaguliwa miaka miwili peke yake. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, Profesa Abraham Kindiki alikuwa nusura achaguliwe kama naibu rais, ila nguvu za ushawishi wake wa kisiasa huenda zilimchongea. Gachagua maarufu kama Rigiji alimpiku, ingawa hakuwa chaguo la Ruto. Gachagua alikuwa na ushawishi mkubwa, mali na hulka za kuweza kujieleza ikilinganishwa na Kindiki. Jambo hilo lilimvunja moyo Kindiki, ambaye alitishia kuacha siasa. Uhusiano kati ya Kindiki na Ruto ulianza mbali, wakati Ruto aliposhtakiwa katika mahakama ya kimataifa ICC, Kindiki alikuwa mmoja wa mawakili wake kesi hiyo iliyohusu mauaji ya zaidi ya watu 1500 na kuhamishwa kwa wengine wengi iliporomoka kutokana na kukosekana mashahidi. Wengi wao walifariki katika njia za kutatanisha na wengine kupotea. Profesa huyu wa sheria alizaliwa miaka 52 iliyopita katika kijiji cha Irunduni, kaunti ya Tharakanithi, na kisha kusomea shule ya msingi ya Irunduni na shule ya Lenana mjini Nairobi. Alihitimu na shahada ya sheria katika chuo kikuu cha Nairobi, na baadaye alipata shahada ya uzamili na uzamifu kutoka chuo kikuu cha Pretoria, afrika Kusini. Aliporejea nchini, alijiunga na vyuo vikuu vya Moi na Nairobi kama mhadhiri, huku pia akihudumu kama mhadhiri mgeni nje ya nchi. Kindiki aliingia katika utumishi wa umma mwaka 2008 alipoteuliwa kuwa katibu wa shirika la kitaifa la uwiano na maridhiano. Alipoteuliwa na marehemu rais Mwai Kibaki, alijiuzuru baada ya miezi mitatu akitaja ukosefu wa nia ya kisiasa ya kuwapa makazi waathiriwa wa, wa ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 Alipata umaarufu wa kitaifa wakati Ruto alipomteua kama wakili wake kwenye timu ya wanasheria waliomwakilisha wakati wa kesi za Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Jinai, ICC, kuhusu mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu. Akitumia mwonekano wake katika kesi ya ICC, Kindiki aliingia kwenye siasa na kufanikiwa kuwania kiti cha useneta cha Tharakanithi mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tatu chini ya chama cha TNA. Alishinda katika jaribio lake la kwanza na kuhudumu mihula miwili, hatimaye akapanda hadi nafasi ya naibu spika katika muhula wake wa pili. Hata hivyo, uhusiano ulipodorora kati yake na Rais Uhuru Kenyatta na naibu rais William Ruto, Kindiki alikabiliwa na changamoto katika seneti na kisha kuondolewa.

Those particulars have never been brought to my attention until now. Despite me consistently asking for them. Ruto alipochaguliwa alimteua Kindiki kama waziri wa maswala ya usalama wa ndani ya nchi katika Baraza la mawaziri.